Geita Geita, Kagera, Singida, Morogoro, tunaletea mashine ya mpunga. Mashine napiga kilo mia saba kwa sali moja, yani gunia saba inakoboa kwa sali moja. Sio hivyo tu, hii ina gredi kabisa, inachekecha kabisa ule chenga chengachenga na mchele super, inatoa. Unaweka, una, njoo onyeshe, njoo onyeshe. Inatoa, inaweka mchele wako hapa yani Ikishamaliza kuchambua inatawanisha hapa. Ikishamaliza kutawanisha inatoa mpunga super hapa na zile chengechenga kivyake. Alafu pia kuna hii mota yake ni horsepower, e, 15, yani ni mota kubwa ambayo inatumia umeme mkubwa three phase. Ni mashine nzuri kabisa, yani piga hesabu kilo mia saba kwa sali moja ni gunia saba, mashine ya kisasa kabisa. Kwetu ni kwa... uh, wakulima wa mpunga. Hii ni habari njema kwenu uh, tumewaletea hizi mashine za kisasa za kukoboa mpunga uh, uzuri wa mashine zinapepeta, a, a, yani zinapepeta kabisa, zinatoa uchafu, mawe mawe, kama unavyoona hapo kwenye video e, zinatoa takataka zote a, na hakuna haja ya kunyanyua gunia lako kuliweka kwenye kinu. Yani hii ina, inanyonya yenyewe mpunga, inavuta mpunga yenyewe kutoka chini, then ina, ina ukoboa vizuri kabisa. Lakini pia uzuri wa hii mashine ina to, ina grade yani ina grade ina, inakutolea super na inakutolea ule ambao ume, umepasuka.